Kwanza konda kuzagabei sema amen. Akafata simoni akafata lawi sema amen. Amen. hawa jamaa alipofika kwa hawa jamaa, akuwataja mmoja mmoja, akawaunganisha wote kwa jinsi walivyo, kwanasifimu akasema hivi, moja mbili tatu, akasema, Simoni na Lawi ni ndugu, panga zao ni silaha za jeuri, nafsi yangu usiingie katika siri yao, nafsi yangu usiingie katika siri yao, fahari yangu usiungane usi na kusanyiko lao, maana katika adhabu yao walimwiwa mtu na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Ghadhabu na yao na ilaaniwe, maana ilikuwa kali na hasira yao, maana ilikuwa haina huruma. Nitawagawa katika Yakobo, nitawatawanya katika Israeli. Lawila Simoni, hawa wametamkiwa lana. Haya ni maneno ya mwisho ya Yakobo waataka akafe sana. Maneno kutamkiwa ya mwisho na mtu anaelekea ya kufa yanakuwa na nguvu kubwa sana. Bwana asifiwe sana. Ukitamkiwa maneno na mtu anakaribia kufa, ama mako ama baba yako, ama mtu yeyote alikaribia kufanya mema jua nimeyapaki tamkia mabaya, unatakiwa uyapaki na uyakatae pale pale, sema ame, uyakatae pale pale. Na kuna leo kama mtu wewe huyu mzee anaamba anabaki kwa toto wako akamba, akamwambia Simoni na Lawi, nyinyi ni ndugu nyinyi ya Israeli, ni kali sana kali sana, itawadoa katika Yakobo Maanake, aa wameachiwa laana ya kugawa, ya kutokuwa ndugu, ya kutokuwa pamoja, wakizaa watoto kila mtu anaenda kivyake. Hakuna ndugu kutembelea, wamegawanywa. Hello. Hello. Wamegawanywa. Hata shida ikitokea hakuna kusaidiana, kwa sababu kuna laana imesimama. Wamegawanywa alafu wakalaniwa, asila ile ikalaniwa, asila yenu Mungu ailaani kwa hiyo babu wa Musa ni Lawi, sema Lawi. Lawi. Lawi akawa na hasira kali, waliuwa mtu hawa jamaa, waliuwa nchi nzima, walienda ka wachinja wanaume wote kwa sababu ndugu yao alibakwa. wanasesa alipopakwa ndugu yao baba ba. Wakaenda kuomba msamaha wakasema basi naomba muombe. wakapatana na Yakobo walipopatana na Yakobo yule baba yule mtoto aliyembaka ndugu yake, hao vijana wawili wakasema, hata kama mzee amekubali, sisi hatukubali. tusiwafanyie jambo la hila. Simeoni na Lawi wakafanya jambo la hila, ili waweze kuwaangamiza kile kijiji, wale watu wa ile eneo. Wakawaambia, naomba watahiriwe, alafu waje kwetu waoe watoto wetu, na sisi tuoe watoto wao. Kumbe ilikuwa ni njia tu. Siku wametahiriwa wakiwa na vidonda

lile jambo likaenea likamfikia Yakobo. Yakobo akaliweka mwaelo sema akaumia sana, akamwambia amefanya jambo amefanya n ue katika nchini. Wakatoka wakakaa wakaenda sehemu nyingine, wakatoka lile eneo. Tuondoke haraka lile eneo kutoke, ila Mungu alikuwa pamoja na Yakobo. Sasa Yakobo amekuja kuzeeka, jambo lile waliopenda wasilisha wa ukoo wa Lawi na Simeoni limeendelea katika ulimwengu wa roho Yakobo anaatilia baraka, anasema, nyinyi kafa vyenu ni kali, mlimu wa mtu nikaongoa katika Yakobo mmelaaniwa, wakalaaniwa, wakawa natembea na laana ya hasira. Mwambio wenzako, hasira zako ni laana kutoka kwa miungu. Mungu akotee kwenye hasira zinazoka kama moto. Kuna mtu anakuwa na hasira, akimgalawa mtu anataka tafile meno amungake kabisa. Kuna mwingine, kuna

Ndiyo, ilienda kwa Musa sema amini, ilienda kwa nani? Musa. Musa alikuwa na hasira kali ya kutoka kwa mwandisho wake wa Lala ambaye ni babu yake. Sema babu wa Musa ni Lala. Sikiliza Biblia sema, ni kwenye kitabu cha Kutoka mbili, ndio kutoka pale mbili moja, Kutoka mbili moja. Mungu anamfungua mtu leo kwa jina la Yesu, amina. Sikiliza, mtu mmoja wa nyumba ya ai akatoka akaoa binti moja wa Lawi yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi mitatu. Sema amina. So maana yake kwamba nini? Maana yake hasira ikaoa hasira, kitakachozaliwa ni hasira mara mbili. Kilichofanya Musa asifike Kanani ni zile hasira zake za kurithi kwa babu yake. Mungu alimwambia pige mwamba mara moja, ili Yesu atakuja afe mara. Mwamba ule ulikuwa ni Yesu Kristo, Mungu atakuja, Yesu atakuja apigwe na kufufuka. Semamia, piga mwamba mara moja. Ule mwamba aliopiga no mtu akatoa machi ulikuwa ni Yesu Kristo, kaambiwa piga mwamba, alafu